Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa mbingu na kinachokuja usiku. Na nini kitakachokujulisha ni nini kicho kinachokuja usiku? Ni nyota yenye mwanga mkali. Hapana nafsi ila inayomwangalizi Hebu na ajitizame mwanadamu, ameumbwa kwa kitu gani? Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa, yatokayo baina ya mifupa ya mgongo na mbavu. Hakika yeye ana uweza wa kumrudisha siku zitakapodhihirishwa siri, basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi. Na apa kwa mbingu yenye marejeo, na kwa ardhi inayopasuka, hakika hii ni kauli ya kupambanua, wala si mzaha. Hakika wao wanapanga mpango, na mimi napanga mpango. Basi wape muhula makafiri, wape muhula polepole. Suratu At-Tariq imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa kiapo cha kuashiria dalili za kudra ya Mwenyezi Mungu, na inatilia mkazo kuwa kila nafsi ina mlinzi wake na mwangalizi, na inamtaka mtu ajifikirie kuumbwa kwake, na ya kwamba yeye kaumbwa na maji yenye kutoka kwa kasi ili ipatikane hoja kwamba mwenye kuumba hivi ni mweza wa kumrejeza tena baada ya kufa kwake. Tena ikaapa mara ya pili kwamba Qur'ani ni kauli ya kufafanua wala si maneno ya mashara, na juu ya kuwa hivyo, makafiri bila shaka wameshughulika kuikanya na kuipangia njama, na Mwenyezi Mungu amezirudi njama zao kwa njama kali kuliko zao. Kisha sura imehitimisha kwa kutaka wapewe muhula makafiri. Na apa kwa mbingu na nyota inayotokeza usiku. Na kitu gani kitakujuvya ukweli wa nyota hii? ni hiyo inayotoa mwanga wake katika giza. Hapana nafsi ila inayo mlinzi wa kuiangalia na kudhibiti vitendo vyake. Basi nafikiri mtu yeye kaumbwa kutokana na nini? Ameumbwa mtu kutokana na maji yanayotoka kwa nguvu. Maji haya yanatoka baina ya uti wa mgongo na mbavu mwana za mwanamume na mwanamke. Sulba ni sehemu za uti wa mgongo na tarai ni mafupa ya vifua yaani mbavu. Masomo ya watoto wanapokuwa ndani ya matumbo ya mama zao embryology yamedhihirisha ya kuwa viini vya vyombo vya uzazi na mkojo katika mtoto ndani ya tumbo la mama yake vinadhihiri baina ya khalaya yaani sehemu za mishipa itakayokuwa mafupa ya uti wa mgongo na baina ya khalaya zitakazokuwa mafupa ya kifua mapigo hubakia pahala pake, na kokwa huteremka kwenye pahala pake pa kawaida katika pumbu wakati wa kuzaliwa. Na juu ya kuteremka kokwa chini, mishipa inayoinywesha damu maisha yake yote inatokana na mishipa ya mapigo. Hali kadhalika mishipa ya navo inayopeleka kuhisi na ikasaidia kuzalisha vitu vya uhai na yaliyohusiana na hayo, kama maji yanayotoka kwenye mshipo wa kifua wa kumi unaotokana na ubongo wa uti wa mgongo kwenye kipingili cha kumi na kumi na moja. Yaliyo wazi kutokana na hayo ni kwamba vyombo vya uzazi na vinavyolisha vyombo hivyo na vyombo vya damu vipo katika kiwiliwili baina ya uti wa mgongo na mbavu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyemuumba hivi hapo mwanzo, bila shaka ni mweza wa kumuumba tena baada ya kufa kwake, siku dhamiri zitakapofanyiwa mtihani na zitengwe mbalimbali, baina ziliyokuwa nzuri na ziliyokuwa mbovu. Basi hapana mtu wakati huo atakayekuwa na nguvu ya kujikinga nafsi yake, wala hatakuwa na msaidizi wa kumnusuru. Naapa kwa mbingu yenye mvua inayorejea na kuja mara kwa mara na ardhi inayopasuka kwa kuchipua mimea. Hakika hiyo Kurani ni yenye kupambanua baina ya kweli na uongo, wala haina nuksani yoyote ya mchezo au masara. Hakika hao wanaoikadhibisha Kurani wanaipangia njama kutaka kuiharibia, njama zenye kufikia ukomo lakini mimi nitawalipa na nitavipambanisha hivyo vitimbi vyao kwa vitimbi madhubuti ambavyo hawataweza kujikinga navyo. Basi wangoje hawo makafiri, wape muhula wa karibu, mpaka nikuamrishe amri gani kali ya kuwatendea.